Umekuwa pamoja nao katika likizo yao, na sasa nimewadia wakati wa kurejea katika mafunzo yao katika shule mbalimbali. Fungua mawazo yao, kagirie hekima, wape akili kuweza kuyaelewa yote watakaofunzwa, waweze kumsaidia sio tu katika mitihani yao bali kuwa na ingilio wa maisha, zaidi ya yote kujua ukupenda na kukutumikia, uliye chanzo cha maisha. Kila mmoja wao zidi kubariki, pia wazazi wao wanaoendelea kuwalea na kuelekeza katika njia yako, ili bitii na upendo wa wazazi wao kuzidi kuunganisha pamoja na kuweza kuwasaidia watoto wao kupa bora na itakayo wakwaza katika siku zijazo. Uweze kuwabariki pia waalimu wao wanaotumia muda wao kuelimisha wanafunzi hawa tapekimapulio wapa Mwenyezi Mungu, uweze siku zote kuwasaidia kujitayarisha vema, kuelekeza watoto hawa katika masomo na zaidi wapate kwa kutokana na kujituma na kujitolea kwa walimu hao. Wabariki wote ili tendo lako lizidi kukua kwa kila mmoja wao na wapate kushuhudia matunda ya kazi yao, nami na wabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.